Walinishika wakaniambia, we mori, kuja hapa na, hebu ebu, ebu inua mkono juu, haya, hebu inua, zunguka. Nikazunguka nka hey, wakanianza. Hello guys, alright, story part 2. Eh story part 2 hii. Eh, story nayo sitawaisahau nice mlele na mlele hii story eh, kenye kilinifanyikia sitawai sahau. Ilikuwa hivi 2018 nilikuwa naishi kwa nyumba, si nyumba, ilikuwa ni stairs. Sasa hiyo stairs haikuwa na choi kwa anything. Sasa siku moja nikaamka, tumbo ikaanza kunisokota kunipelekesha, nikaamua eh, eh, hapa juu hakuna otherwise, wacha niende kwa sister yangu hadi huko junction. Sasa nilipoenda huko mimi si nimeenda nikajisaidia nikafanya vile nilifanya nika, tumbo nikasikia sasa tumbo at least iko nafuu, hakuna shida. Nikaanza si, kurudi ilikuwa kitu saa sa, tatu hapo zikielekea saa nne nikaanza kurudi zangu polepole pole, pole, pole. sasa kufika hapo junction nikakutana na rundo ya mapolisi kumbe kulikuwa ni msako. Wacha nikuambie, si, imi nimewaona wa kwanza wamepita nika, nikapita zangu tu kwa chomchomo hapo nikapitana nao, nikapita wa kwanza, wapili. <coughs> nikakutana na hapo junction kuna eh, njia yani, kuna njia hapo ya kwenda polisi, unapanda hivi unaenda polisi, kama unaenda matopeni unaenda, kaelewan? na hiyo, sasa hiyo imeshikana hapo. Nikakutana na wengine eh, walikuwa hapo wana kalori kale kakubwa, unajua ile ya, ya wanajeshi ile. Sasa walikuwa hapo wame wametuliza hapo, nikasema, sasa hapa mi sina changu hapa, najua nitapi. nitapita ama nishikwe eh. Nikasema, lakini sitaogopa, wacha mi niende zangu mi. Nikaenda chocho chocho, kufika hapo nikawapita, nkaenda eh, sasa siniwesema, ah, sasa kama nimewapita hao wote, wacha niko huru, si nimeanza kupanda mlima, nimepanda nimepanda, kufika sasa yani Yaani imagine unaona mlango ndo ile mlango ndo ile tu ya kuingia kwa geti eh, jui ka mtu kali yani ka shetani kalitokea na wapi hata sielewi, sielewagi mpaka saa hii. Tulikuwa na mjana mwingine alikuwa ananifuata nyuma eh, sote hivi, kupindua macho eh. We, tuliona ka mtu yaani msichana alikuwa brown amevaa kamini yani aunge shindwa kuangalia maji ni mimi a ujinga yangu yote nimepindua, juu ni ujinga juu ni shetani, nimepindua macho na nkazuba kazuba. we. wacha, wacha nikwambie ati na zuba na usi una zuba, ukiendaga hivi una una sasa unamwangalia unashindwa, sasa huyu ametokea na wapi? Watu nilisikia gari kwa bam shika breki. Wow, ni hapo ndipo nilijikuta tu niko polisi hapa seli. Nimeshikwa na nikalala ndani, nilikuja kutolewa saa saba imagini hmm. alafu niliingia hapo ndani, ile wale wajamaa wanakuaga hapo, wanakwambia oya, umebeba nini leo, nakuja sasa. Bahati mzuri mi nilikuwa tu jui niroe, ilinyambia tu hii pesa yako umeweka hapa kwa mfuko mia mbili siuitoe Ikunje chini ya jeans, nikaikunja vizuri. Wajama alikuja akanisearch, wamenisearch, wamenisearch wakakosa, wakasema haka kina kitu we. Na hiyo ndo story yangu yani, hiyo sitawai sahau, nilijikuta nimelala sel bila ku ku imagine yani, ninaona mlango ndo ile ndo ile tu, lakini nilionea tu kwa macho kashinda kuingia, na hapo ndo nilishikwa hivyo hivyo. We yon that is my story. Hello guys, my name is DJ 254 leo nakuletea na ile story part 3 tukimaliziaga. mm -hmm. tukianza story ingine mm -hmm. eh, basi hiyo 2018 nilipotoka hapo lipo, <fijos> lipo pelekuuko stenje eh, nikaingiza huko ndani tukambiwa wekelea kila kitu hapo kwa mnini kwa meza nikatoa belt, nilipotoa belt nikaiacha hapo haya, na viatu, unaingia na kiatu moja, hiyo ingine unaacha huko huko. Nikaingia ndani kuingia, lakini before niingie nilikuwa na mia mbili, nika eh, hey, roi kaniambia we fanya hivi, hii pesa yako kunja kwa trouser hivi, alafu uingie hapo, unaenda unyang'anye na usiachie hao mapolisi wanaweza. Sasa mimi nikafanya hivyo, nikatiro yangu kumbe ilikuwa ni kweli nilipoingia, we niliambia we mori kuja hapa haya, inama izunguka. E, nilizungushwa zungushwa hivi wanapapasa, wanaingisha mfuko mkono kwa mfuko, wapi. Wakanga akasema huyu mori ana kitu yoyote. E, nikakaa hapo nikajikunja kwa kona mpaka asubuhi, tukaleta chai ilikuwa maji yani. E, unaweza dania ni venye unaona ile maji nafuliaga unafuliaga halafu yenye nakaa ndio ilikuwa hivyo. Sikukunywa e, sikunywa. Nikasema nikakaa hivyo, nilikaa kwanzia hiyo siku siku kula mpaka jioni kitu saa saba. Kutoka hapo nilikuja ngatolewa na masista zangu na brada zangu, toka hapo kwenda kuangalia belt yangu. Ilikuwa poa, maana niliachwa ka belt kingine kamzee kamzee yani. Nilishindwa sasa sasa sikuwa na adha wezi yoyote juu hii hiyo nguo nilikuwa nimevaa iko inanishika vizuri, bidi tu nikafunga ko ka belt nikavaa kiatu yangu nikatoka, na hivyo ndio kuliendaga yani. Hii story sitawai sahau maishani mwangu, so ngojangoja part anothe story, na nakuletea kila siku eh. Kumbuka kunifolo kwa tiktok yangu eh, niniyo Facebook YouTube subscribe alafu uh, mambo itakuwa poa thank you for listening my story